Taifa, baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wamekuwa na maoni tofauti kuhusu maadhimisho ya sikukuu ya mapinduzi ya Zanzibar ambapo wameiomba serikali kuhakikisha mgogoro wa kisiasa uliopo visiwani Zanzibar unatafutia ufumbuzi bila kuathiri maisha ya Watanzania. Bits Eric anaarifu zaidi. Wakizungumza jijini humo, wakazi hao wamesema pamoja na serikali kutangaza rasmi kurudiwa kwa uchaguzi huo visiwani humo, ni vyema serikali ikaangalia namna nzuri ya kuupatia ufumbuzi mzozo huo, hasa ukizingatia kauli ya upinzani kwamba hawako tayari kurudia uchaguzi huo. Licha ya kuwepo kwa mgogoro huo, wananchi hao wamepongeza maadhimisho hayo kuandaliwa na kufanyika kwa amani na utulivu, ambapo ametumia fursa hiyo kutoa wito kwa Watanzania kuilinda amani iliyopo, ambayo endapo itapotea, gharama ya kuirudisha ni kubwa kuliko kuitunza. Ah, sherehe ni nzuri, lakini uzuri wa sherehe na migogoro iliyopo Say, ni vitu ambavyo sidhani kama uhuru unakuwa ni uhuru. Ninachoomba kwamba waliangalie kwanza hili tatizo la migogoro. <coughs> Kimsingi ninavyofikiria mimi ni kwamba iendelee kufanyika, lakini kwa sababu uchaguzi umeshaahirishwa na unaendelea na taratibu zingine za serikali zinaendelea, ni sawa kwa sababu ni ni taratibu na ni katiba kwamba mapinduzi lazima yafanyike you know God has got something planned big for you this being revolution day he can only wish you the best and knows that God will do something big in your lives in all areas of your lives so whatever it is that you've been yearning for God can only incline his, his ear to you and he will do it for you leo ni siku ya uhuru kwa wenzetu wa Zanzibar ambao ni ni moja ya sehemu ya muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninachotaka kuambia ni kwamba amani tuliyoipata tuendelee kuidumisha sana. Kutoka Dar es Salaam, bts Eric chaneten